Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka elfu mbili na ishirini na moja pale ambapo hayati John Pombe Magufuli alitutoka, na kumbuka pale Dodoma, ulisimama mama yetu, ukasema, niliyesimama mbele yenu ni rais mwenye jinsia ya kike. Yale maneno binafsi yalinipa tumaini kwamba mbele yetu amesimama kiongozi jasiri wa kuliendesha taifa letu. Lakini kama vile haitoshi, wakati unalihutubia bunge kwa mara ya kwanza toka umeapishwa, Mheshimiwa Rais, ulisema tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne mwaka elfu moja, mwaka elfu mbili na ishirini na moja ulisema nitayaenzi mambo mema yote ambayo watangulizi wangu wameyafanya. Mheshimiwa Rais, nimebahatika baada ya kuwa kada wachama wachama pinduzi, mbali mbali wa Chama cha Mapinduzi kufanya ziara mbalimbali katika taifa la Tanzania, lakini vile vile nimetoka jana Ileje kwenye kampeni ya mgombea mwenza. Nimezunguka kuanzia Newala Plateau kule kwa mzee Mkuchika mpaka Mtukula, Kilwa, Kigoma, Tarime, Mwanza, Uheheni, Ubenani, Unyakyusani, kila mahali ukienda, unaiona sura ya Dkt. Samia Suluhu Hassani kwenye maji unaiona sura ya Dokta Samia Suluhu Hassani kwenye barabara, unaiona sura ya Dokta Samia Suluhu Hassani kwenye hospitali, kwenye vituo vya afya, unaiona sura ya Dokta Samia Suluhu Hassani jinsi anavyojaribu kumtua mama ndoo kichwani, anasogeza maji karibu na mama, unaiona sura ya Dokta Samia Suluhu Hassani kwa kina mama anajaribu kuwatoa kuni ili watumie nishati safi. CCM oyee! CCM oyee! Huyu ndio Dr Samia Suluhu Hasani aliyesimama kwa ujasiri siku ile ambapo taifa lilikuwa limejaa hofu. Wapinzani tulizani tutapita katikati. Kulikuwa na miradi ya kimkakati kumi na saba, tukasema hatoweza. Mama akawa kamu, akawa na utulivu, na hizo ndio sifa za uongozi <mulia>